Farao ameshika wana wa nini wa Israeli. Huyu mwana wa Israeli ananiomba mimi Mungu ili nimsaidie, umenielewa vizuri, ili nifanyeje? Nimsaidie sasa mimi, tena kabla ya kumsaidia naenda kumtia huyu uzito, asimwachilie kwa haraka, sijui unanielewa, sijui unanielewa. Maana tayari huyu ameshakuwa adui wa huyu Sawa. So, eh, na huyu anataka atoke chini ya mamlaka ya huyu, na huyu anaamini miungu, haniamini mimi Mungu. Sijui unanielewa vizuri? Anaamini miungu ya giza, anaamini mamiungu yake, na hawa, hawa ndio wanaonitegemea. Huyu ananikashfu na kunitukana, lakini bado huyu anataka atoke mikononi mwa huyu, akalitaje jina langu. Sijui unanielewa vizuri? lakini bado tena, mimi kabla ya kuja nimsaidie huyu kwa uharaka zaidi, naenda kumtia uzito huyu Farao ili awe na moyo mzito, ili huyu asitoke kwa wepesi, ili huyu asitoke kwa wepesi. Ndio maana unapokuwa soma maandiko, kaa utulie, na ukikaa ukatulia ukayatafakari. Na watu wangekuwaga wanakaa wana tafakari, tusingekuwa tunapoteza watu na watu wasingekuwa wanarudi nyuma, na watu wala tusingekuwa tunachukiana hivi kiajabu ajabu, na wala watu tusingefika mahala tukawa tunarudi hata kuwadharau wanaokuombea, kwa dharau wanaokuombea. Kwa nini watu wengine wanakujaga kumaliza vibaya, lakini hawezi akajua anakoelekea ni wapi? Hawezi akajua kwamba anaweza akamaliza vibaya kwa wakati, kwa sababu kwa mfano msikilize vizuri. Musa kazi aliyoifanya ya kupambana na huyu Farao sio ndogo, ila ukisoma kwenye Biblia unaweza ukaona kama jambo la kawaida. Ulikuwa unaona kama Musa anaagizwa tu, piga fimbo, ila haujui nguvu ya maombi Musa aliyokuwa anaitumia kwa wana wa Israeli. Alikuwa anajitesaje Musa ili wana wa Israeli wapone? Alikuwa anajitesa vipi ili watu wapone? Kuna nguvu aliyokuwa anaitumia na kuteseka. Ndio maana wakati mwingine alikuwa akivurugwa na wana wa Israeli, yani wakimjibu vibaya anachukia, yani Musa alikuwa mpaka anavurugika na uliomkosesha hata Musa saa zingine asifike kanua, Kanani ni wana wa nini? Wa nini wa Israeli, kuna wakati anawaeleza vizuri na yeye ameshachoka amepambana vita, amechoka na mwili. Alafu anaanza tena kumweleza na kumlaumu na kumshutumu na kumweleza vitu ambavyo vingine havipo, mpaka Musa anafika mara anajiuliza, hawa watu nitawafanyia nini? Hawa watu niwaelekezeje wanielewe? Hawa watu nifanyeje? Na ukiona Musa saa zingine anasimama, anawaombea rehema wao bila kujua, anasema Mungu wa rehemu tu, maana ulinituma kwa ajili yao wakiangaika watu hao wakafa, aibu itarudi mimi. Watu watasema mbona alikuwa pamoja na Musa, mbona ameangamia? Mbona alikuwa pamoja na Musa, yamekuaje sasa? Mungu anaanza kumsihi tena Musa, anamsihi Mungu ili ngarau tu heshima iwepo kwenye kanisa au kwenye utumishi wa Musa. Kazi aliyokuwa anaipitia ilikuwa ni nzito. Ndiyo maana ilifika mahala kuna wengine wanamsema Msa vibaya wanabeba ukoma, wengine wanamsema Msa vibaya wanakutana na mambo mazito, wengine wanamsema Msa vibaya wanaishia njiani wanakufa, wengine... kwa nini? Ilifika mahala Msa anafika mahala anaumia ya kwamba nakuwapambania na kuwapigania malipo ni haya. Msa anaumia sasa. Msa kazi aliyoifanya ya kupambana na huyu Farao haikuwa ndogo, maana Mungu tena ameshamtia uzito nani Farao, sema Farao ili awe mzito asiwaachie hawa kwa wepesi. Na ndio maana alitokea mapigo mengi, sio pigo moja, pigo la kwanza, la pili, la saba mpaka la ngapi? Lakini pigo la mwisho unakuja kuona ni baada ya wana wa Israeli, Mungu kumwambia Musa, waambie wana wa Israeli waandae, kila mmoja achinje, achukue damu yake, aiweke kwenye mimo ya milango, alafu malaika wa, wa kifo watapokuwa na pita wakikuta ile damu wakiangalia, wanamuona huyu ni mwana wa Israeli. Ili ndio kipindi hicho walipopigwa uzao wa Farao wa kwanza watoto wa kiume. Hapo ndipo aliponyusha mikono, lakini unajiuliza, kwa nini Mungu alikuwa na uwezo wa kumwokoa mara moja tu, nakwambia nendeni, maana ndio mwenye sauti. Kwa nini asimuue tu Farao dakika, ili wana wa Israeli waondoke ila pigo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, mbona Mungu anajitabisha hivyo? Ah, ah, Mungu ana sababu. Anachokitaka sio farao huyu ah, anachokitaka hawa watu. Akiliona pigo la kwanza, farao amekuwa mzito. Pigo la pili, farao amekuwa mzito. Pigo la tatu, farao amekuwa mzito. Pigo la nne, farao amekuwa mzito. Pigo la tano, farao amekuwa mzito mpaka hadi watapotoka kwa farao, akawaachilia wakaondoka wasifike huku wakajigamba ya kwamba ni wao aa. Mungu anatengeneza mazingira aone ya kwamba ilikuwa ni kazi kutoka kwa Farao, ilikuwa ni kazi kutoka kwa nani? Kwa Farao. Wasione ya kwamba ilikuwa ni wepesi, waone kweli ilikuwa ni jambo zito, maana Farao alikuwa amewang'ang'ania, ilikuwa ni jambo zito. Na ndiyo maana kuna jambo lingine linaweza likaja kwako ukaliona zito, likakaa likakaa likakaa likakaa likakaa siku, Mungu anapokuja kuliondoa mpaka unasema kwa akili zangu sikuweza, kwa akili zangu nisingeweza, kwa akili zangu nisingeweza maana jambo limekaa nimetumia kikashindikana, nimetumia jambo hili ikashindikana, nimeenda kuomba ushauri kashindikana, nime aha, nikabaki sasa kumwachia Mungu. Aha, ulipobaki kumwachia Mungu, ulipobaki kumwachia Mungu, na Mungu anasema hapa hapa, maana amechota maji kwa akili zake, imeshindikana, na mimi goja niingie, ili nitapolimaliza hili nitapo atajua mimi Mungu ndio niliyemsaidia. Makofi. Kama unanielewa, sijui unanielewa vizuri, ila hapo watu ndio wanashindwa kuwaga na subira, kwa sababu hawajajenga msingi wao kwenye mwamba. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, ku like na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.